Suala la Haji Manara na Zailisa limefanya tuanze kufuatilia kwa ukaribu peji za ma ex zao, kwa maana kwa Manara tutaangalia kwa Rushaynah, lakini pia kwa Dulla Makabila uh, kwa upande wa Zailisa. Sasa kuna hii post nilikutana nayo ya Masha eh, anasema kwamba Dulla ameingia uh, studio eh, baada ya yale yaliyotokea. Uh, Dulla kaingia studio lakini zai, zai, uh, I mean, Rushaynah na yeye kwa upande wake kuna kitu amekiandika ambacho nilijua tu kama nikikuletea we uta, uta, uta, uta uh, na kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Zailisa pamoja na Haji Manara kiukweli mm. Anyways, uh, nikukumbushe tu kwamba niko na Silent Ocean, wao wanahakikisha kwamba wewe unazipata stori zote kama zilivyo eh, hizi za entertainment ambazo zina trend sasa <laughs> k okay. Um, nili, nilikuwa napitapita hapa nikakutana na post ya, ya ndugu yangu anaitwa Mashalov Mashalov bana, yeye alikuwa amepost uh, Not a video clip ni ni picture, lakini yeye alikuwa kwenye video call na Dula Makabila and then akaandika, jamani leo Dula Makabila halali anaandika ngoma mpya, kwa hiyo mzungu kazimia. Kama unavyojua Manara, uh, Dula anamtaniaga Manara kwamba ndo mzungu, so watu wamecheka kichizi. Hii ni kutokana na kile ambacho kinaendelea kati ya Zay Elisa na mumewe ambaye ni Haji Manara, na mara kadhaa wamekuwa wakitupiana maneno ya wazi wazi mtandaoni na Dula Makabila e, kwamba this this that this, um, Manara anamwitaga Dula kwamba ye mwimba baikoko and then Dula anamwitaga Manara mzungu and all that. Mi nafikiriaga wanachangamsha tu genge, lakini mambo ndo kama hayo sasa hivi yanayoendelea. Mm, zile za Manara kusema za Elisa alienda kwake, anavaa vipedo, sijui hana pasipoti, hana nida mara sijui ananyanyasa mtoto wake anamnyima chakula. Zai anasema sijui Manara ana anamtogoza mtoto wa dada yake, yani bintie, anamtumia ya vyefu hamsini hamsini akiwa shule. Mambo ni mengi kiukweli, sitakwambia vingi lakini mambo ni mengi. Lakini pia um, huyu huyu nani Zai anasema kwamba anataka talaka ta yake, na ni muda mrefu amekuwa akiitaka taraka yake. Sasa nikasema ngoja nipite kwa Zailisa. Uh, nikakutana na posti ya Zai. Uh, yeye ameandika tumefurahi sana akacheka, lakini alikuwa ameshea posti yake akiwa amevaa jezi ya Simba, alafu akaandika tumefurahi sana, alafu akacheka. Sasa sijui alikuwa anaenda sawa na huo upepo wa Zailisa na Manara, au ni kweli kafurahi kuhusu Simba, lakini we ukikonekt dots itapokubali kukonekt thats your problem. <laughs> lakini ndo hivyo uh, wanasema Manara na Zailisa kuachana kwao huku inaweza ikawa furaha kwa, kwa maeksi zao kwa sababu mara kadhaa wametupiana nao maneno mtandaoni. Hata Zailisa na, na, na Rushaina ni kama wamewaitupiana maneno a sasa hivi kinachozungumziwa ni Manara na Zailisa, Manara this Zai that, Manara this Zai that. Sasa yani, kamtazame Maimatha yeye anasema nini kuhusiana na hili swala eh, kwa sababu Maimatha na yeye ni moja kati ya watu ambao mwanzoni kabisa walikuwa wanasema kuhusiana na hili swala kwamba jamani, hili swala aliko kama mnavo mnavoliona ili swala ni gumu, ni zito. Utakuja kukusomea kile ambacho uh, may masa amekiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram. Anyways, if you have any comment, you know where to drop it, so drop it and drop it now. Mi naitwa Sarafina Jeri, yes, mi ni binto Jeri and this is how I'm doing things, bye.